Kuna kitu cha ajabu sana kuhusu watu wasio na marafiki wengi. Wanaonekana kimya, wanaishi kivyao. Lakini ukijaribu kuwafahamu kwa undani, utagundua wana nguvu ya ajabu ndani yao. Leo nitakuonyesha siri saba za kisaikolojia za watu kama hawa. Vitu ambavyo havijazungumzwa sana, lakini vimefichwa kwenye akili ya kila mtu anayependa utulivu kuliko umati. Lakini kabla hatujaanza, subscribe kwenye chanel hii ya Fikra Chanya na washa kengele, kwa sababu hapa tunazungumzia saikolojia ya maisha halisi, jinsi unavyofikiri, kujua tabia za watu na kuelewa nguvu za akili yako. Na usiache hadi mwisho, kwa sababu pointi ya saba itakubadilisha jinsi unavyowaona watu kimya milele. Watu wengi hudhani upweke ni udhaifu, lakini watafiti wa saikolojia wamegundua kwamba upweke unaweza kuwa nguvu ya kipekee ya ndani. Hebu tuanze kuchambua hizi saikolojia saba za ajabu za watu wasio na marafiki wengi. Moja, wanajua kusoma tabia za watu kwa haraka. Watu wasio na marafiki wengi huwa wanaobserve zaidi kuliko kuzungumza. Wanakaa kimya, lakini akili yao inafanya kazi kama kamera ya CCTV. Kisaikolojia hii huitwa social decoding, uwezo wa kutambua nia, tabia au uongo wa mtu kupitia lugha ya mwili, sauti au maneno madogo. Watafiti wa chuo kikuu cha Yale waligundua kwamba watu wanaospendi muda mwingi peke yao huwa na sensitivity kubwa kwa microexpressions, yale mabadiliko madogo ya uso ambayo huonesha hisia halisi. Ndio maana mara nyingi hawa watu hawadanganyiki kirahisi. Mfano wa maisha halisi, unamwona mtu kimya kazini, lakini kila kitu anakiona. Hajibu mijandala, ila anajua nani anampenda, nani nani mnafiki, nani ana mpango wa kisiri. Anatumia psychological awareness badala ya maneno. Mbili, wana mzigo mkubwa wa fikra, overthinkers lakini wenye kina. Hawa watu hawana kelele nje, ila ndani ya akili yao kuna storm ya fikra. Kisaikolojia hii huhusishwa na cognitive depth, uwezo wa kuchambua, kutafakari na kuunganisha mambo kwa undani zaidi ya kawaida wanajua kuuliza maswali magumu kama, kwa nini watu huwa wananiacha? Kwa nini maisha yako hivi? Kwa nini mimi nafikiri tofauti? Hii huwafanya kuwa wabunifu, waandishi, wasanii au wanasayansi wazuri sana. Lakini pia, huwafanya wachoke kiakili kwa sababu akili yao haipumziki. Wengine huita hii the blessing and curse of deep thinkers. Tatu, wanathamini ubora zaidi ya wingi. Tofauti na watu wengi wanaotaka marafiki hamsini wa kawaida, hawa watu wanapendelea rafiki mmoja wa kweli. Kwao uhusiano wa kweli ni kama dhahabu, sio kitu cha kupata kila kona. Kisaikolojia hii ni sehemu ya tabia ya selective socialization, ambapo mtu anachagua watu wachache wa karibu kulingana na uhalisia, sio maarufu. Watafiti wa personality and social psychology wanasema watu wa aina hii huwa na emotional intelligence ya juu kwa sababu wanajua vibe ya mtu kabla hata ya kuongea naye kwa muda mrefu. Ne, wana uwezo mkubwa wa kujitambua self awareness. Watu wasio na marafiki wengi mara nyingi wanatumia muda wao kutafakari kuhusu maisha, makosa yao, malengo na maumivu ya ndani. Hii huwafanya wajua wao ni nani, wanataka nini na nani hawataki kuwa. Kisaikolojia, hii ni moja ya sifa kuu za emotional maturity. Wanakuwa kama mirrors ya maisha, wanajitazama kwa ukweli hata kama ni painful. Hii pia huwasaidia kuwa watulivu wakati wa migogoro. Badala ya kulipuka, wanakaa kimwa, wanachambua, kisha wanajibu kwa busara. Tano, wanajua kuishi bila uthibitisho wa wengine, self validation. Wakati wengi wanaishi kutafuta likes Approvals, au makundi ya watu, hawa watu wanaishi kwa kanuni zao wenyewe. Hawahitaji kupendwa ili wajisikie wanatosha. Kisaikolojia hii huitwa internal locus of control, mtu anayetegemea nguvu za ndani kuliko hali za nje. Ni watu wanaojenga misingi ya maisha yao kwa maadili, si mtazamo wa watu. Mfano, wanaweza anzisha biashara kimya kimya bila kutangaza kila hatua au wakacha kazi hafla kwa sababu wanataka amani kuliko mshahara mkubwa. Sita, wanamshika mkubwa wa nafsi yao spiritual and emotional connection. Hii ni siri ambayo wengi hawajui. Watu wanaopenda mapweke mara nyingi wana connection ya kiroho na nafsi yao ambayo ni ya kipekee. Hawajisahau kirahisi. Wanapenda mziki wa taratibu au kuandika vitu vinavyounganisha na dunia ndani Saikolojia inaelezea hii kama self transcendence, kiwango cha zidi sana cha kujitambua kinachomfanya mtu ajihisi zaidi ya mwili wake. Ni watu wanaoweza kuwa wasanii wakubwa sana, viongozi wa kiroho, au watu wanaobeba hekima kimya kimya. Saba, wanakuwa wenye nguvu kimya kimya, silent power. Watu hawa hawapendi drama, hawajitangazii umaarufu, lakini wana ushawishi mkubwa. Nguvu yao haionekani lakini inasikika ndani ya chumba. Kisaikolojia hii huitwa quiet confidence. Wanaimani kwa matendo kuliko maneno, na mara nyingi wakikuwa wakizungumza, watu wanasikiza, si kwa sauti, bali kwa uthabiti wa uwezo wao. Watu kama William Einstein au introverts kama Bill Gates walikuwa hivi, si kwa sababu hawapendi watu, bali walijua nguvu ya kukaa kimya na kuunda kitu kikubwa. Kwa hivyo usiwadharau watu kimya, wana akili ya ajabu, nguvu ya ndani na utulivu unaweza kubadilisha dunia. Kwa hivyo ikiwa umejifunza kitu leo, bonyeza like, share video hii na andika kwenye comments: ninaishi kimya, lakini nina nguvu yangu. Na usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya. Asante kwa muda wako, tukutane video ijayo.